Kabla uso wangu haujaharibiwa na jeraha la moto. Nilikuwa na uso mzuri sana. Utajiri wa baba yangu ndio amenifanya niwe hivi. Kabla familia yangu kupata pesa, tulikuwa na maisha magumu sana. Hakuna mtu alitusema hata tungelala mlango wazi. Hakuna kibaka angeingia ndani kwetu. Baada ya tu baba yangu kupata pesa, kila kitu kilibadilika. Tulianza kuzungumza kwenye midomo ya watu, na hata ilimlazimu baba yangu kuimarisha ulinzi nyumbani kwetu kwa sababu tumegeuka soko kwenye midomo ya watu. Vibaka wote wanatamani kuja kununua vitu nyumbani kwetu. Vijana wengi walitamani kuwa na mimi sile kwa nini? Hapo nyuma sikupata usumbufu wowote ule. Sikuweza kukubaliana nao kwa sababu akili yangu ilikuwa haiwazi mapenzi hata kidogo. Rafiki wa baba yangu alileta ombi nyumbani, inasemekana na mtoto wake wa kwanza anaitwa Jafe ananipenda na yupo tayari kunioa. Kwa sasa sipo tayari kuolewa Pindi muda atakapofika nitaolewa na mwanaume ninayempenda, na sikutafutia mwanaume. Mwambie baba yako aache usumbufu, nilimwambia Jafe Jumamosi moja akiwa amenitoa auti. Jafe hakujibu chochote, aliondoka. Sikujali sana, lakini kumkataa Jafe ilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo sikupaswa kulifanya kabisa. Jafe alijinyonga kwa sababu yangu vibaya sana. Baada wiki mbili za mazishi baba baba yangu alipata ajali mbaya sana ya gari. Ilikuwa ni ajali ya kutengenezwa. Mali za baba yangu zilisha mikononi mwa ndugu zake. Mimi hapa sikuambulia chochote. Badala yake nilipendekezwa nikakae kwa shangazi yangu ambaye ni dada yake na baba yangu. Mwanzo shangazi yangu alionyesha upendo, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda nilianza kuonekana mzigo kwake. Kila siku alikuwa ni mtu wa kuongea tu. Siku moja nikiwa natoka matembezi nilikamatana na watu wasiojulikana. Sikumbuki nini kilitokea, lakini nilikuja kushtuka nikiwa nyumbani kwa baba yake Jafe. Mwanangu amepoteza maisha kwa sababu yako, na hiyo sura yako, ndio inakupa kiburi. Siku ya leo nitakufundisha adabu. Baba yako alipaswa kushauri ili uolewe na mwanangu, baada yake ukaacha mwanangu akajiua, na ukafanya unavyotaka Kiburi chako sasa kitakuponza babake Jafe alizungumza. Ni wazi kabisa yeye ndio alihusika na kifo cha baba yangu. Sikuelewa kitu gani kilichotokea. Baada ya ukimya, katika hali ya kushangaza, mikono yangu ilifungwa, na baba yake Jafe alichukua mshumaa uliokuwa unawaka, akaanza kunichoma shavu langu la kushoto. Ilikuwa ni maumivu makali sana. Hakuna mwanaume atahangaika nawe tena, endapo utajaribu kunishtaki, nitakunyonga mpaka ufe. Baba yake Jafe alizungumza kisha akamuru watu anitoe wa nje. Nilitaka kwenda polisi lakini moyo wangu ulisita, sikuwa na ushahidi wowote ule, ningeonekana kichaa tu. Nilielekea nyumbani nikiwa na maumivu makubwa sana. Baada ya shangazi kuniona, alianza kunilaumu baada ya kuuliza kitu gani kimenitokea. Siku zote ila za wanaume zitakuwa angalia walivyokuharibu sura, hakuna mwanaume atakaye kuwa, utazeekea hapa. Ni bora uende kuishi huko kusikujulikana, nitakuruhusu uende kokote pale. Akili yangu iliniambia uondoke muda huu, sina imani na wewe, unaweza kujinyonga hapa ukaniachia kesi. Shangazi alizungumza kisha akanitoa nje kwa nguvu. Alimpa onyo mlinzi asija akanifungulia. Mlinzi huyu alikuwa na huruma sana, akanifungia nikalala kwenye kibanda chake. Asubuhi na mapema sana akaniamsha, akanipatia kiasi kidogo cha pesa, kisha nikaondoka. Nikaenda farmas kwa ajili ya kupatiwa huduma. Nisingeweza kuenda hospitali kwa sababu wangehitaji ripoti ya polisi. Nilikuwa na mtandio mdogo, nilitumia kustiri uso wangu. Sikuwa na sehemu ya kwenda, hivyo nilienda kwa rafiki yangu Monika. Rafiki yangu alilia sana kwa uchungu mkubwa baada ya kuniona. Aliniruhusu nikae kwake mpaka siku nitakapoamua kuondoka mwenyewe. Nilihitaji kutibu jeraha langu ili niweze kupona, lakini kovu ndo lilibaki. Alikuondoka usoni mwangu vizuri, uso uliharibika. Hakuna mwanaume angeweza kunioa kwa sababu tamaduni yetu ya hapa kwenye jiji letu lina wasomi wengi, lakini tamaduni na desturi haziwezi kubadilika hata kidogo. Siku zilizidi kwenda nikiwa na rafiki yangu, siku moja Monika alinichukua, akanitambulisha kwa mpenzi wake. Mpenzi wake alifurahi sana kuniona. Alinipa pole kwa matatizo yalionikuta. Mpenzi wa Monika amekuwa ni mtu wa kuja kunisalimia hasa nyakati ambazo Monika hayupo akiwa kazini. Jioni moja nikiwa nyumbani, mpenzi wa Monika alikuja. Monika kaniomba nije kukuangalia, kapata dharura hivyo atarudi, inataka huko baada ya siku tatu ndo atarudi. Mpenzi wangu Monica alizungumza. Nashukuru kwa kuja kuniona, anielea vizuri kabisa. Nilizungumza, tuliongea kidogo, kisha akaondoka. Kesho yake mida ya jioni alikuja tena, tuliongea habari za hapa na pale. Giza lizidi kuingia, nilishangaa kwa nini aondoke. Chumba cha Monica ni kimoja sili, kwa nini mpenzi wa Monica bado kakaa hapa? Katika hali ya kushangaza alianza kunisifia kwa mimi ni, ni mzuri kuliko Monica. Kengele iligonga kwenye kichwa changu. Nilijua kitu kibaya kinakuja kutokea muda wowote. Sikuwa tayari kumsaliti Monika. Nilifunga mlango, nikamwomba mpenzi wa Monika aondoke. Hiki chumba mimi ndo nalipa kodi. Kwa nini unanifungia mlango? Niondoke. Mpenzi wa Monika alisimama. Kisha akanishika mkono, akanivuta. Alianza kunishikashika mwili wangu. Lengo lake lilikuwa kunibaka. Sikuwa tayari kubaka, kwa hivyo nitaendelea kumsukuma. Mwanaume alinizidi nguvu alifanikiwa kunichania nguo yangu ya ndani kabla hajanibaka. baka mlango ulisukumwa. Alikuwa ni Monika. Alionekana kushtuka sana. Mpenzi wa Monika aliondoka kesi, aliniachia mimi. Doris, tumetoka mbali sana, ila kwaiki hapa omba uondoke. Monika alizungumza kwa ukali. Sio kosa langu, mpenzi wako alitaka kunibaka. Kama sio wewe, angesha nibaka akubaki kwa lipi hasa? Eti una nini ambacho mimi sina? Namfahamu mpenzi wangu kuliko hata unavyomfahamu wewe. Bila shaka wewe ndio ulitaka kumbaka kwanza. Leo mimi na wewe sio marafiki tena, naomba uondoke okay. Monika alizungumza kisha akanifungulia mlango. Sikuweza kujitetea na chochote kwa sababu Monika alimwamini sana mpenzi wake, ila sio mimi. Sijui nitaenda wapi, usiku nitembea huku nikiangaza macho yangu huku na kule, nione kama nitaweza kupata sehemu ya kujihifadhi. Nikiwa natembea nisikia sauti ya msichana akiomba msaada, akili iliruka, nikakimbilia sauti ilipokuwa nilifanikiwa kuwakuta vijana wawili wakaingia kumvua nguo binti mdogo, kisha baada ya kuniona mimi walistuka. Binti huyo mdogo alitumia upenyo kukimbia, kibao kinigeukia mimi, nikaanza kupiga kelele za kuomba msaada kabla vijana hawajaanza kunibaka. Walianza kunipiga kwanza. Walinipiga kiasi kwamba sikuweza kupiga kelele tena. Walinilazimisha kwamba lazima wanibake. Waliniegemeza ukutani. Sikuelewa kitu gani wanataka kunifanya. Lakini niliogopa sana baada ya kusikia kitu wanataka kunitendea, kwamba wanataka wanifanye kinyume na maumbile. Weka mbele, kijana mmoja alizungumza. Jasho jembamba lilinitiririka. Kabla hajafanya chochote mlio wa risasi ulisikika. Vijana hao walikimbia kwa jinsi walivyokuwa wameusikia ule mlio wa risasi. Na kwa jinsi ilivyokuwa nimepigwa sana, sikuweza hata kuongea. Bahati nzuri, kuna gari lilisogea nilipokuwa. Alishuka kijana mmoja, mrefu wastani. Harufu ya marashi yake ilitapakaa puani mwangu. Bastola ile alikuwa ameshika mkononi mwake alirudisha kwenye koti lake. Bila kutegemea, alinibeba kwa sababu sikuweza kutembea. Alinipa pole kwa kitendo kilichonikuta tuliingia kwenye gari lake, sikujua hata nielekea wapi. Sikumbuki nini kilitokea, lakini nilikuja kustuka nikiwa hospitali. Mazingira ya hospitali sio mageni kwangu, hiyo hospitali ni harama sana, sikuwa tayari kubakia hapa. Akili yangu iliniambia kijana alikuleta hapa kakutelekeza. Nilifungua mlango nitoroke, lakini bahati mbaya nilikutana na nesi ambao shaka, kila kitu kimeshalipwa, hauna haja ya kutoroka alizungumza niliendelea kutibiwa hapa. Nilipatiwa chakula pamoja na huduma nyingine bure. Mida ya mchana nilitembelewa na kijana alinisaidia. Alijitambulisha kwa jina lake na mimi pia nilijitambulisha. Daktari akinieleza kuwa unaendelea vizuri. Akili yangu inaniambia, hauna sehemu ya kwenda. Siwezi kukuacha urudi mtaani, kwa sababu wakati huu atakubaka kweli Mashon alizungumza ni kweli, sikuwa na sehemu ya kwenda. Niliogopa kumwamini kirahisi hivyo nikataa ofa yake. alihitaji kunisaidia ila nilikataa, akaniambia: Doris, nahitaji kukusaidia, utanikosea sana kama utakataa ofa yangu. sina chochote cha kukulipa, hivyo naomba usinipe msaada wako. huu ni msaada, sio deni. acha kuwa msumbufu tafadhali. kwa nini unisaidia wakati hunifahamu? Atufahamiani mimi na wewe? Nimefuatilia kila kitu kuhusu wewe. Mama yako alifariki ukiwa na miaka mitano, baba yako pia alifariki kwa ajali ya gari. Kuhusu mali za baba yako, ndugu zako ndio wamechukua kisha wakakutelekeza. Ashon alizungumza, maneno aliyosema ni ya kweli, nijikuta nikikaa kimya. Kabla ya yote nitakupeleka ntakupeleka. Ilo kovu la usoni litatoka, sitaki uwe na makovu, nataka uwe na mwonekano. Ni gharama sana, naomba usihangaike na ile, narudia kusema usikate hii ofa. Mimi na mke wangu tumekubaliana, tutakusaidia. Ashon alizungumza. Ni kijana mdogo tu, kitendo cha kusema ameoa kilinishangaza midajioni Niliagwa hivyo. Niliambatana na Nashon mpaka kwake. Nyumba yake ilikuwa ni nzuri sana. Mke wake baada ya kuniona alinikaribisha kwa furaha sana. Huyo ndo mke wangu, jina lake anaitwa Rose, Nashon alizungumza, kisha akatuacha tuzungumze. Nashon na mke wake waliendana sana, ninahakika watoto wao watakuwa tishio mioni mwa watu. Usiwe na shaka Utaenda Odes na pindi utakaporudi ili kovu litakuwa halipo tena, Rose alizungumza. Nilifarijika sana kwa maneno yake. Baada ya siku mbili kupita, Rose alinipeweka Odes. Nilikaa wiki nzima, kisha aliondoka. Nilibaki Odes, nilishughulikiwa kovu langu. Kwa kipindi chote hicho nilikuwa sina kovu kabisa, nilikuwa vizuri sana. Kila baada ya siku mbili nilikuwa najitazama kwenye kioo Angu, kovu langu liko limepotea taratibu. Baada ya siku thelathini zilitimia, kovu sikuliona tena usoni mwangu, alikuwa anakana tena, ngozi yangu ilikuwa vizuri mno. Nilifanya mawasiliano na Rosi, nilifanya mawasiliano na Rosi. Nitakupokea uwanja wa ndege, ondoa shaka. Nitashukuru, nilimwambia Rosi, kisha nikakata simu. Asubuhi na mapema sana nilianza safari ya kurudi min Rose alikuja kunipokea kama alivyoahidi. Huwezi amini, Rose alifurahi sana kuliko hata mimi. Alinipigia simu, alimpigia simu Nation, akaanza kumweleza jinsi nilivyopendeza. Nafurahi sana kukuona. Tulifika nyumbani, Rose alikuwa kashanda chakula. Nilikuwa na njaa, hivyo nilikula kwanza. Jioni Nation alirudi na zawadi. Ilikuwa yangu. Hawa watu wa ajabu sana. Rose hakuonyesha kuasirika hata kidogo. Baada yake alimlaumu Nasho ni kwa nini kaniletea zawadi ndogo kiasi hiki. Maisha yangu yameanzia hapa, hawa watu wananiamini sana, wamenionyesha biashara zao zote na kubwa zaidi umeniahidi kunitafutia kazi nzuri. Rozi anasema sipaswi kukaa nyumbani kwa sababu damu yangu bado inachemka. Najua mimi niweza kutafuta pesa nikiwa na miaka minne hakuna kitu kinaleta heshima duniani kama pesa. Natamani uwe na pesa pia, hivyo nitakufundisha vitu vingi. Kwanza leo niite dada, sawa? Rosi aliniambia. Farijika sana kupata dada waiari. Lianza kuongozana na Rosi kwenye vikao mbalimbali. Hakika Rosi anajua kutafuta pesa, ni mwanamke ambaye anajua kushughulika, akili yake anajua kujishughulisha sana Nathon pia anajua kutafuta pesa. Upendo na heshima ndo kitu pekee kilichotawala katika maisha yao. Rafiki yangu Keni karudi siku ya leo, tutapata chakula nyumbani kwake, hivyo naomba mje naye. Nathon alizungumza wakati tukipata chai. Kuna kitu kipo na kitatoa kwenye akili yangu tangu jana, sizani kama nitaenda. Doris atakusindikiza Nathon Rosie alizungumza. Ni kweli unaonekana kuwa uko serious na kitu unachokizungumza kwa sababu hata chai hujamaliza umeondoka. Doris anapenda sana kukamilisha jambo ambalo anafikiria, kishani kwake, ndio sababu inanifanya nimpende kila siku, Nation alizungumza huku akinisisitiza niendelee kunywa chai. Jioni ilifika, mimi na Nation tuliongozana mpaka kwa rafiki yake tulimwacha Rozi peke yake. Baada ya kufika Keni, alitukaribisha vizuri Nashon akusita kunitambulisha kwa Keni. Sijui kitu gani kilimpata Keni. Muda wote alikuwa akinitazama na hata kuniomba namba. Sikuweza kumkatalia, nilimpa. Keni ni kijana makini sana. Hivyo usiogope kwa karibu naye. Nashon aliniambia tukiwa tunaelekea nyumbani. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu natamani upate mtu sahihi atakee kuongoza kufika malengo yake, malengo yako. Katika ulimwengu huu kuna wanaume wengi sana, lakini katika wanaume wachache sana wenye uchungu na mafanikio ya wenza wao. Hakika Rozi una bahati ya kuwa hakika, Rozi ana bahati ya kuwa na mtu kama wewe. Kwa nini? Una akili nyingi sana na na roho ya pekee. Tulizungumza maneno haya na Nation. Siku zilizidi kwenda. Ukaribu kati yangu na Keni ulizidi kuonekana, lakini pamoja na yote, Keni alionyesha upendo kwangu. Sikuwa na furaha naye muda wote, nitamani kuwa karibu na Nation. Moyo wangu ulianza kuugua, hasa nyakati za usiku. Naona kama Rose anafaidi vitu vingi katika ulimwengu huu. Sikujua kwa nini moyo wangu uliteseka kiasi hiki. Nilijikuta nikikosa amani kila niliposikia sauti ya Nation ikizungumza. Jioni moja, nikiwa nimekaa barazani na Rose Nation alikuja, mkononi mwake alikuwa ameshika zawadi. Zawadi hii ilikuwa maalum kwa ajili ya Rose. Sijui ni nini kamletea, moyo wangu uliumia sana. Rose, baada ya kutazama zawadi hii, walianza kukimbizana na Nation. Kwa kufupi, walifanya michezo ya kitoto. Watu wanaonekana wanafurahi sana katika maisha yao jamani, kila itwapo leo. Nijikuta nikitamani sana maisha yao. Ilifika usiku, nilitamani sana kuona au kusikiliza wanachokifanya chumbani kwao, hivyo nilijiongea taratibu mpaka mlangoni, kisha nikaanza kusikiliza. Watu wao walikuwa wakifanya mambo yao, sauti zilikuwa zinatoka chumbani zilinifanya nijisikie vibaya. Niliendelea kusikiliza mpaka walipomaliza. Nashon, natamani sana Doris aje kuishi maisha ya furaha hapo baadaye akizungumza hakika wewe ni... hakika wewe ni mwanamke wa pekee sana. Muda wote umekuwa ukimfikiria Dorisi mpaka namwonea hivyo eti. Kwa nini unamfikiria sana Dorisi? kitu gani kikubwa kakutendea? Nimetokea kumpenda tu, nataka ishi maisha mazuri sana. Mbali na hapo, namwombea apate mwanaume mwenye akili na uvumilivu kama wewe. Kila siku huwa namshukuru mwanamke aliyekuweka tumboni miezi tisa. Laiti kama angekutoa, wenda leo hii ningekuwa na maisha magumu sana. Nashon alizungumza akamuuliza, kwani unasema hivi? umenifundisha maisha. Nilikuwa ni mtu wa kukata tamaa sana, sikuwa na hatua hata kuvaa, nilikuwa sijui. Najivunia kuwa nawewe, sipo tayari kukupoteza, macho yangu nataka kuone muda wote, sio kukupoteza Rose hakuna mwanamke katika ulimwengu huu atakaye kuja kukuibia moyo wako. Nashoni alizungumza maneno haya, yaliondoa ukimya na mimi nikaondoka pale kimya kimya bila kupiga kelele yoyote. Sikuweza kupata usingizi mpaka kulivyopambazuka. Kichwa changu kilikuwa na jukumu moja tu la kukamilisha. Nilimpigia simu Keni, kuna jambo nilihitaji tuzungumze mimi na yeye. Alinieleza kwamba niende nyumbani kwake, maana mimi ndo nilikuwa na shida. Nilienda Keni. Najua kuna vitu vimejengeka moyoni mwako juu yangu, japo usemi. Kabla hatujafika mbali, naomba nikuweke wazi, akili yangu inawaza kutafuta pesa na sio kitu kingine, nilimwambia Keni. Keni alibaki kunitazama tu, macho yake yalionekana kuwa amaumivu makubwa. Hapo kabla kuna mtu niliwahi kumkataa, badala yake alifanya tukio la ajabu sana, alijinyonga. Naamini Keni haupo hivo, usije. Asante kwa kuniambia ukweli mapema. Keni aliongea. Nlijisikia amani kwa kitundo chake cha kunielewa. Nilirudi nyumbani baada ya kufanya mazungumzo na Keni. Mlangoni kulikuwa na viatu vya kike, kwa kuvitazama tu Ilikuwa ni vya mwanamke mzee. Niliingia ndani, nilimkuta Rose akizungumza na mwanamke mzee. Nilitoa salamu, ndipo Rose akatoa utambulisho. Mwanamke huyu alikuwa ni mwalimu wake. Alionyesha tabasamu la uongo. Tabasamu kama hilo mara nyingi alikuwa nalo shangazi yangu pindi tulipokuwa tuelewana mimi na yeye. au pindi tulipokuwa tunatembelewa na wageni Rose, tutaonana siku nyingine kama nilivyokuambia kuna vitu muhimu nahitaji kuvikamilisha, mwanamke mzee alizungumza. Sawa mwalimu Doris, naomba msinikize. Mwalimu wangu hakikisha anapata usafiri ndio rudi, Rosi alinipa maelekezo. Ongozana na huyu mwanamke mpaka nje. Binti, kitu ambacho nakifikiria kichwani mwako hautokaa ukipate kamwe, jaribu utafute kitu chako mwenyewe, mwanamke huyo alizungumza. Najaribu kumuuliza una maana gani, hakujibu baada yake aliingia kwenye gari akanipungia mkono. Sikutaka kuyapa nafasi maneno ya mwalimu yake Rosi, hivyo nilirudi nyumbani. Rosi alikuwa akiandika vitu vyake kwenye kitabu chake. Huyu mwanamke ni mwalimu wangu, ananifundisha vitu vingi sana na bado anaendelea kunifundisha. Nataka wewe pia ujifunze vitu vingi kwa kuwa bado hujaanza kufanya kazi. Inapendeza sana kama utakuwa unamtembelea mara kwa mara, Rose aliniambia. ni vitu gani hivyo ambavyo unajifunza kupitia mwalimu wako? Swali zuri sana Doris, mwalimu wangu hana maisha mazuri kusema, lakini ni mtu anayejua mbinu nyingi sana kuhusu swala zima la kutafuta pesa. Nitakupeleka siku ya kesho, natumaini utapenda, Rose aliniambia. Asante sana kwa kunijali namna hii, sijui ni kitu gani napaswa kukulipa. Doris, ni msaada tu sio deni, hivyo acha kuumiza kichwa chako kuhusu kunilipa mimi, sawa dada. Tulizungumza kidogo na Rose kisha nikaenda kulala, nilikuwa nimechoka sana, sijui hata ni kitu gani kilikuwa kimenichosha. Nikiwa nimejipumzisha, sura ya Nation ilinijia kichwani mwangu. Ujue Nation, ana midomo mizuri sana kama mwanamke. Kiufupi, mtu huyu atakuwa kafanana na mama yake. Kifikra zangu zinipeleka mbali mpaka nikaanza kujionea wivu mwenyewe. Nilikuja kustuka majira ya asubuhi, Rosie alikuwa pembeni yangu akizungumza na simu. Ah, Doris umeamka, jiandae chapu nikupeleke kwa mwalimu, nakumbuka nilikuahidi, Rosie aliniambia niliamka nikaingia bafuni kuoga. Baada ya kumaliza kuoga nikapata chai kisha tukaondoka. Kaka Nation sijamuona iko wapi? Nijikuta nikimuulizia Rozi. Kasafiri siku mbili tatu hivyo, ondoa shaka, akirudi atakuomba msamaha. Kwa nini akukuaga? Nijikuta nikicheka kwa kauli ya Rozi. Nation akirudi anombe msamaha Watu wao wanautani sana. Baada ya kufika nyumbani kwa mwalimu wake Rosi, nilishtuka sana. Rosi hakuingia ndani, anilitaka niingie, kisha yeye eh, aliondoka. Niliingia ndani huku niikigonga odi, karibu nilisikia sauti ikinikaribisha. Nilisogea mpaka sebleni kwa unyenyekevu. Nilimkuta mwalimu wake Rosi akisoma gazeti. Kwa nini uko hapa? Mwalimu wake Rosi aliniuliza. Dada Rosi kanielekeza nije hapa?" Eti dada Rozi, kweli unamtazama kama dada au kwa sasa unamwona kama mke mwenza? Maneno gani haya unazungumza? Siwezi kuwa na mwanafunzi kama wewe, anayetamani kuchukua vitu vya watu aondoke navyo, mwalimu wake Rosi alizungumza. Ni vitu gani ambavyo mimi nataka kuvichukua kutoka kwa Rosi? Mbwana, sikuelewi wewe. Si unamtamani Nathan? Kwa nini unamtamani mume wa mtu? Ujue, macho yangu yanaona mpaka ndani ya moyo wako, na kushauri tu binti. Katika ulimwengu huu, Rose na Nathan wameandikiwa kuishi pamoja, endapo utajaribu kuwatenganisha, hakika utapotea na utapoteza kila kitu. baada ya kusema hivyo Ondoka mwalimu wake Rosi alinifukuza. Inaonekana macho yako yamezoea kuchukua mioyo ya watu, kwa wakati huu umekosea kwa sababu inaonekana macho yako yamezoea kuchukua mioyo ya watu, kwa wakati huu umekosea kwa sababu hicho unachokisema sio sahihi. Nimekuja hapa kwa sababu Rosi alinitaka nije kama upo tayari kunifundisha, nitaondoka nisikusikiliza lawama zako, nilimwambia mwalimu wake Rosie. Lawama, maneno yangu mimi unaita lawama? Mwalimu wake Rosie alikuwa ananikazia macho. Ndio unachozungumza hapa ni lawama, nimejibu nikiwa nimemkazia macho pia. Mwanamke huyu alinitazama mpaka akadondosha chozi. Kama usipoachana na hicho unachokifikiria kwa sasa, utaishi pabaya, nakwambia, acha hicho unachokifikiria. Sikutaka kuendelea kumsikiliza mwanamke huyu, niliondoka kwa jazba. Niliingia mitaani, nitaje kunyoosha miguu.